Akanyamaza anatangaza au ni Mwenyezi Mungu akataka mabaya na kuvuna na kwa mwisho, na sauti kaisha pale na akusema naye tena sauti yake ishia pale, akotangaza maneno ya Mungu. Sasa sijui mimi na wewe Wathukufu wa Islam na ndugu zetu ambao wametunga mkono wa Islam, wageni wetu wathukufu mashekhe, wazee, niko mbele yenu kusoma historia fupi ya marehemu alhaji Sheikh Juma Hassan Pondo aliyefariki tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2022 saa moja ya usiku katika hospitali ya mkoa wa Singida. Marehemu Alhaj Shekh Juma Hasan Kondo alizaliwa mwaka 1952 katika kijiji cha Epolio, tarafa ya Sepuka, wilaya na mkoa wa Singida. Marehemu elimu yake ni hamsini aliyosoma katika shule ya msingi ya Sepuka, na baada ya kumaliza masomo ya msingi alijiunga na madrasa kwa marehemu Alhaj Sheikh Albin Suli mwaka elfu moja mia tisa na sitini na moja na kama mtakavyokumbuka, marhan marehemu Sheikh Albin Suli alifariki tarehe ishirini na tano mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja sawa na tarehe za Kiarabu mwezi ishirini Rajab mwaka elfu moja mia nne na moja hijra ariki shekhe wake, yeye alishika nafasi ya shekhe katika shughuli mbalimbali za Waislam ikiwa pamoja na kusomesha Qurani katika madrasa ya Qadiria ambayo baadaye ilibadilishwa na kuwa madrasa ya Taufiq iliyoko katika msikiti wa Mtunduruni, na vile vile akawa anasimamia zawia ya marehemu. Shekhe Juma Mpondo alishika nafasi nyingi za kuwaongoza Waislamu. Alikuwa imamu kwa wa msikiti wa Mtunduruni, alikuwa shekhe wa mtaa wa Mtunduruni, alikuwa mjumbe wa kamati ya mashekhe wakoaingida wa, na vile vile aliwahi kushika nafasi ya mwenyekiti wa kamati ya ujenzi katika ina mikono mitatu kama ifuatavyo. Mkono wa kwanza ni darasa la asubuhi lenye wanafunzi jumla mia moja na hamsini wanaume na wanawake wanaosoma wana kutoka saa mbili asubuhi hadi saa nane mchana, na hili ni darasa la vijana waliomaliza shule ya msingi. Na la pili ni darasa la kina mama wapatao arobaini na mbili wanaoingia saa nane na nusu mchana hadi saa kumi za jioni, na la tatu ni darasa la watoto wanaosoma shule ya msingi wanaoingia saa kumi jioni hadi saa kumi na mbili jioni, na idadi yao inapata mia mbili sitini na mbili kwa maana ya jumla, wanawake na soma nje ya mkoa na nje ya nchi na wengine wamefungua matawi madrasa kwa hapa mjini Singida na tabia ni yako matawi ea kwenda viki ya mwaka 1986. Aidha, piga ya tatu alifanya mwaka 2002, ambayo mfalme Fahd wa Saudia alitunuku nafasi nne kwa mashekhe wa Tanzania, na moja katika nafasi hizo alipewa niji yetu almarhum la mwaka 1987 nchini Misri. Kazi kubwa ambayo ilabibikumbuke na kama ilivyoelezwa hapa na Shekh Mohammed aliyoiacha ambayo waliisimamia kwa miezi kumi na mbili mifululizo ni kazi ya ujenzi wa msikiti wa kisasa ametuzo Marehemu Alhaji Juma Asem Mpondo amefariki kwa ugonjwa wa BP au presha kwa ingine uliomsumbua kwa muda mrefu wa miaka mingi, na waketuwauabao mjane mmoja na watoto watano, wawili wa kiume na watatu wa kike na wajukuu watatu. Mwisho, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ailaze